Tushaona baadhi ya wafanyabiashara ambao wanamiliki eh, majumba makubwa na hata magari na biashara yao ni kuuza mchele au unga wa sembe au kwa ujumla ni nafaka. Lakini wakati huo huo, kuna wafanyabiashara wengine wanauza nafaka, yani mchele na unga wa sembe, hali zao ni mbaya kweli kweli, na wengine maduka yao yameshafilisika. Sasa nini sababu ya wengine wanafanikiwa wengine hawafanikiwi katika biashara ya nafaka? Sasa hiyo tofauti sababu yake kubwa iko kwenye siri tatu ambazo hawa wafanyabiashara wanaofanikiwa hawawaambii watu wengine. Sasa unazielewa hizo siri tatu ambazo zinasababisha hawa jamaa wanafanikiwa? Sasa kwenye kipindi cha leo, nitakueleza hizo siri tatu ambazo zinasababisha hawa wafanyabiashara wa nafaka hufanikiwa. Siri ya kwanza ipo kwenye kitu kinaitwa timing secret, yaani faida ipo kwenye kununua na sio kwenye kuuza. Sasa hii ni kitu gani? Siri ya kwanza na kubwa kuliko zote ni hii: faida ya nafaka haitengenezwi dukani, inatengenezwa store. Wafanya biashara wakubwa hawanunui mzigo Kariakoo au sokoni kila siku. Wananunua wakati wa mavuno. Sasa hebu tuangalie mfano halisi. Gunia la mahindi wakati wa mavuno, wakati ule mwezi wa sita au wa saba, linaweza kuwa shilingi elfu arobaini mpaka elfu hamsini. Gunia hilo hilo ukilitunza hadi mwezi wa kwanza au wa pili wakati wa njaa au wakati wa mvua linauzwa kwa shilingi elfu tisini hadi laki moja. Hii ni faida ya asilimia mia moja bila kufanya kazi yoyote ya ziada isipokuwa kuhifadhi. Kwa hiyo kama unataka faida kubwa, usitegemee faida ya rejareja ya shilingi mia au shilingi mia mbili kwa kilo. Wekeza kwenye kitu kinaitwa stocking. hii ina maana Nunua nafaka wakati bei zake ziko za chini, halafu unaziweka na unaweza ukazitumia wakati ule bei zimepanda, kwa sababu wewe unayo stoku ya kutosha. Siri ya pili inahusu sembe, na hii wanasema ni invisible profit, na kwa kifupi ni swala la pumba, ambao wanasema ndio hela yenyewe ilipo. Sasa hii ni kitu gani? Sasa kwenye sembe wengi wanaangalia unga tu, hapo ndipo wanapopotea. Siri ya faida kwenye sembe ipo kwenye pumba. Ukichukua gunia la mahindi la kilo mia moja na ukalisaga, utapata takribani kati ya kilo sitini na tano mpaka sabini za unga wa sembe na utapata takribani kilo thelathini za pumba. Sasa hesabu iko hivi. Mara nyingi mauzo ya zile kilo thelathini za pumba yanatosha kulipia gharama za kusaga, umeme, na wakati mwingine hata usafiri. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha ule unga mweupe unaouza dukani unabaki kuwa faida tupo, yaani pure profit. Usinunue unga ulio tayari kusagwa. Kama unataka faida kubwa, nunua mahindi, saga mwenyewe, Uza pumba kwa wafugaji. Siri ya tatu na ya mwisho ni mchele na sanaa ya blending. Sasa hii blending ni kitu gani? Ngoja nikueleze kwa undani ili uweze kufahamu. Sasa siri ya tatu inahusu mchele. Soko lina wateja wa aina nyingi, kuna anayetaka supa yenye harufu na kuna anayetaka mchele wa bei nafuu ili mradi tu uvimbe. Sasa wafanyabiashara wa janja wanatumia mbinu ya blending, yaani kuchanganya madaraja. Hii blending iko hivi, unachukua mchele wa supa wenye harufu na mzuri sana, mfano ni kama kilo hamsini hivi alafu unachanganya na mchele wa daraja la kwanza ambao ni mzuri lakini hauna harufu kali, na hii nayo unachukua mfano ni kilo hamsini. Sasa unapata bidhaa kati ambayo ni nzuri na inanukia kiasi, lakini bei yake ni nafuu kuliko supa, na bado una inakupa faida kubwa kuliko kuuza supa peke yake ambayo ni ghali kuinunua. Sasa hapa nina onyo kuwa mwazi kwa wateja wako na waambie, huu ni mchanganyiko maalum, yani special mix, wenye bei nafuu. Hii inakupa soko la watu wakati ambao ni wengi zaidi. Sasa hizo ndio siri tatu ambazo kama utatekeleza hayo nilokuambia, nina uhakika utafanikiwa katika biashara ya nafaka, hasa hasa sembe pamoja na mchele. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu. Kabla sijamaliza, nina wito nataka kukupa. Kwa hiyo hebu hebu sikiliza wito wangu. Wito wangu ni kuwa kumbuka, biashara ya nafaka ni mchezo wa namba. Usiogope kuanza kidogo. Lakini anza kwa akili. Nunua wakati wa mavuno. Thamini pumba zako. Najua soko lako linataka mchele wa aina gani. Kwa kumaliza, napenda kuwajulisha kuwa, eh, How to Start a Business Channel YouTube channel pamoja na Tan Business channel online television tumeamua kutoa elimu kwa vijana wetu ambao hawana ajira ili waweze kujiajiri kwa sababu tatizo la ajira limekuwa ni kubwa, na tutajidanganya kama tunafikiria wote wa vijana wetu wataajiriwa serikalini au kwenye makampuni ya watu binafsi. Sio rahisi. Sasa solution ni kujiajiri. Kwa hiyo sisi ndio tunajaribu kuwasaidia. Ni ni rahisi kwa sababu wengi anakuambia mtaji sina mtaji, wanazungumzia mamilioni. Sasa sisi tunakueleza kuna biashara unaweza ukaanza hata na elfu thelathini mtaji nyingine elfu hamsini nyingine laki moja Inategemea sasa unataka kuanza biashara namna gani, na nguvu yako ya pesa iko vipi. Ili ukiweza kufanikiwa kuwa na biashara, utakuwa umejiajiri. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunajaribu kukifanya, na tumeona tujaribu, tunawaambia ili mweze kufahamu. Naona tuishie hapo. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Asante na karibu tena kuanzisha biashara